Tutaka, tutaka, tutaka, tutaka pamoja na Yesu katika poni yenye raha, tutaimba wimbo ule wa Musa na Kondoo milele hata milele. Nitakapokia lini? Haya, wacheni tukaweza kupata ombi kwa sababu ya hiyo hutu ambayo ekumuka amaweza kufariki ya kwamba tukaweza kufanya siku ya leo, na tunaamini ya kwamba malaika wa mbinguni wa pamoja na sisi akini kukiikia ili tukio ambalo ni la muhimu sana katika maisha ya mtu yote ambaye yanasika Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu ushe mbinguni, pokea sifa na utukufu wa Mtakatifu. Tunasema ni asante kwa sababu ya wema na fadhili zako, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kutuongoza katika Baba njia salama, tunaweza kufika katika sehemu hii ya ubatizo. Unasema na kutoa amri ya kwamba watu wakisha amini injili Mtakatifu anafaa kubatizwa. Tuko hapa Mtakatifu kwa ajili ya, ya shughuli hii, naomba ya kwamba pafikia lini na kubarikiwa enye ufalme wako. Uso, tutaka, tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenjera tutaimba wimbo wa Mwanakondoo milele hata milele.

Katika Yordani. Tutaka, tutaka pamoja na Yesu katika pwani yenye raha hayangu mwoni <laughs> <tikyana> <tikyana> Nikuchuku liwa siaogopi mawimbi katika Yordani, tutakaa pamoja, pamoja na Yesu, Yesu, katika pwanienyera Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele sana minikiokoka na kuvaa kutokuharibika. Nitamjua mwokozi nifikapo ng'amboni, hatakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua.

Nitaimba wimbo wa musele, lakini nataka kumwona mwokozi kwanza. Nitamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua nitamjua

haya ili aweze kuzalisha watu hawa upya. Pia tunakuomba kwamba uweze kubariki ili maisha yao kuanzia leo yaweze kufanyika mapya, wanapoenda mbele na wanapozaliwa upya na wanapofanya maisha yao mpya katika kuishi upya. Yesu Kristo uwe pamoja nao, uwe kiongozi wao, uweze kuwatakasa uweze kuwaelimisha, ili siku moja utakapokuja wawe pamoja na kundi lako lote ambalo ulilichukua kule mbinguni. Kwa hivyo kila mmoja ambaye ameweza kushuhudia watu hawa wanapoondoka hapa Yesu Kristo uzidi kubariki na uweze kuwa mwongozo wao, ili wanapokutazama wewe basi waweze kuona hakika wataufikiria uzima wa mdeni. Asante baba yangu, kwa maana wewe unatosha, na wewe ndio Alfa na Omega, na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo ambapo naomba naoamini. Pange, pia, katika. Kama unaona aje Kitale mji mzuri sana ah, sawa kabisa hapa ndio wana matengenezo inafaa kabisa okay. Maandhari kama haya vile mnavyoona maandhari mazuri sana katika afya ya mwanadamu kabisa. Hapa Kitale wana Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mautia.

Barikiwa mtumishi. Asante sana mtumishi. Mtumishi nachukua nafasi hii kushukuru kila mmoja nah. Tumeweza kutembea katika hii sehemu ya Kitale nah. Na chinse mnavyochua na kuelewa ya kwamba hakuna cha muhimu katika hatua ya imani kama mtu kuchukua sehemu ya ubatizo nah. U tumekuwa na sehemu ya ubatizo katika sehemu hii ya na, na. na, na. na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameweza kufanikisha zoezi hili kwamba watu sasa wako tayari kuingia katika huduma ya Mwenyezi Mungu na, na, na kukabiliana na kila aina ya yoyote ambayo ni ya majaribu ili ya kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akaweza kusonga mbele. Amen. Wanaotufuatilia kwa tunasema ya kwamba kwa kagezi sana pia mm. kusimama pamoja na sisi, mekuwa watu waaminifu na mekuwa watu msaada mkubwa sana. Mwenyezi Mungu akaweza kuwabariki akaweza kuwachalia ame. meno san tunashukuru. Barikiwa Wanyama. God bless you so much. Amina. Huyo ni mchungaji wetu tumishi Agiri Wanyama anayesimamia makanisa ya Bungoma pamoja na huko Kitale na Busia yote Western kwa ujumla. Kwa hivyo tunamshukuru kwa ajili ya huduma hii ambayo Mungu ameweza kumjalia kuweza kuitekeleza. Watoto wa Mungu, kazi ya Mungu inapanuka. Unapotoa zaka yako, unapotoa sadaka yako, haya ndiyo matunda yanayopatikana ya kwamba injili na ubiriwa mahali kwingi kwingi, ili watu wa Mungu waweze kuingia katika zizi lake. Na kwa hivyo tuwe na moyo huo, wana matengenezo, tuwe katika spiriti hiyo ya umoja kwa ajili ya kupeleka kazi ya Mungu mbele. Bwana aweze kuwabariki na Bwana aweze kuwatenda mema. Tutakutana wakati mwingine. Shalom, shalom, shalom.